Amen. Face, Amen. Amen. Amen. Hey, hey, hey. Baba yetu wa baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe tu walio tukosea ye katumbuka safi hey. <laughs> Kwanza kabisa nina furaha kuwa mgeni rasmi katika maafali haya ya darasa la saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano.